Kwa majina naitwa Daktari Gidinchi, na tumewakiliana na hii George Kithi Foundation kupeana madawa uh. Kwa sasa tumeona zaidi ya elfu moja na madawa tumepeana kwa watu wazima watoto, so na bado tuna expect wengine wengi waje yeah. Changamoto ni zipi hapa? Changamoto ni ile kuwa tu na patients juu watu wanakuja wengi, kuna dawa natarajia kupewa, dawa zingine haziko, inabidi tuwape zenye ziko. zero. Ona, lakini so far so good yeah. uh -huh. mm. Kwa hivyo siku ya kwanza na siku ya pili tofauti yake imekuwa hivi? Ah, siku ya kwanza watu walikuwa wengi zaidi, tuseme leo wamepungua kiasi. Dawa kuna sponsors wengi, si mmoja peke yake, kuna wengine wamepeana, so si mtu mmoja tu kuna wadhamini wengi wamepeana dawa. Magonjwa mengi tumeona saizi ni magonjwa tunaita lifestyle diseases kama magonjwa ya pressure, sukari, hayo ndio yamezidi, yani ndo imeathiri watu wengi huku Kilifi, na magonjwa ya mifupa pia ile arthritis. Haya mengine tu ni kawaida, ile homa ya leo hivo huku ya pwani.